Na mrais William Ruto amesema kuwa serikali itasimama kidete kuwalinda maafisa wa polisi wanapotekeleza wajibu wao wa kudumisha usalama wa taifa hasa katika mazingira ya maandamano. Nam akizungumza katika kikao na wakuu wa usalama, rais amesema kwamba serikali haitokubali maafisa wa polisi kuwa walengwa wa mashambulizi kutoka kwa raia. Aidha waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekana kutoa amri ya polisi kuwaua waandamanaji. Melita Ole Tenges ana arefu zaidi. Rais William Ruto alifanya kikao na wakuu wa asasi tofauti za usalama wakiwemo Inspekta Jenerali wa polisi, Mkuu wa DCI na wakuu wa kanda zote nchini katika Ikulu ya Nairobi hii leo, siku chache baada ya maandamano ya Juni 25. Rais akiwahakikishia polisi kwamba atasimama kidete kutetea haki na usalama wao.

Rais Ruto aliwalaumu waandamanaji kwa kusababisha uharibifu wa mali akisema kuwa maandamano yenye ghasia ni sawa na ugaidi na kulitaka Bunge la Kitaifa kurejelea sheria za kudhibiti maandamano. We must protect the right of those who want to demonstrate, picket and protest. But equally, we must also protect the right of those who don't want to participate in the demonstration. They want to go about their business kwa upande wake waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alikana madai kuwa aliwaagiza polisi kuwapiga risasi waandamanaji. A police officer when faced with a situation of a threat of his life must be able to use the firearm. Aidha anasisitiza ataendelea kuwatetea maafisa wa polisi kwa kuwa hakuna mwingine anayewatetea wanaposhambuliwa. When a police officer is attacked or a police station is burned, no church leader will speak. No foreign envoy will speak. This so-called opposition leaders will speak. If all these people do not speak And I am the cabinet secretary in charge of these police officers. And I am a lawyer and I don't speak for them. Who will? Rais Ruto alisema serikali itawekeza katika vifaa na mafunzo vya kuhakikisha maafisa wa usalama wana uwezo wa kukabiliana na maandamano bila kuhatarisha maisha yao. Melita Oletenges, Runinga Citizen.